Hii kweli umesema wewe umesema kweli. Yule anafikiria ukienda kwenye mkutano ukasikiliza uh, ukaja tukapaa kura akauka uh, tukachagua kiongozi bora kwenye Chadema. Inatakiwa huyu mwana Chadema huyu ni mimi na rangi ya Chadema. Kwanza unione. Wewe angalia hata kiani. Angalia. Angalia hata hii unajua hii Sanili alinunulia yeye. Alinunulia yeye. Ndio maana nampenda na mheshimu. Alinilipia kodi. Eh, ana nilipia kodi. Sikia hata hata. Isho ambao ipo hapa. Mimi siamini katika mambo ya siasa. Viongozi wenyewe waongo waongo, watu wanakuja naomba kula, lakini tukiwapatia wanajitenga. Sikiliza nikwambie, unajua <gibu> unajua najua uyataelewa, si ndio? Uyataelewa mwambie mwambie, unajua nini kidogo kwambia kitu kimoja sana, inatakiwa sana unisikilize kwa makini, waria juu tende tukapiga tuka kura, tukamchague. Umeona tuwezi kuangalia hapa hapa kwenye kumchagua, tunamchagua nani

Mimi hapa unazana nimekuwa singu, unahisi mke wangu kwapi? Unahisi mke wangu kwapi? Niligombana na mke wangu. Mwenye kitu nilitegemea taenda kunisuluhisha, lakini licho kwani, yaani kilicho nitokea siamini katika maisha yangu. Leo mwe nikitegemea na mke wangu. Tena nilimfumania mwenyewe, sikwambia na mtu yote. Leo niambate nini, nikachagua mtu? Najua nitachagua maumivu tena

Una mjua Juma wewe? Niko vizuri. Ya. Ah, tengeneza kofi yangu. Hivi? Ah. Vizuri bwana. Haya. Unamchagua Juma Sabira unamchagua? Nijibu sare, Nijibu kisha mimi nijibu. Mimi moyo wangu utaridhika. Unajua yuko kwenye damu kitu gani, unaelewi? una mchaguu, mchaguu, jmiyuka kwenye damu, haki ya Mungu mi, mi, yani a, ana, ana maji mazuri. Yani, wewe, sema, una mchagu, mchagu. Baba, wesema we. Unamchaguu? nimesema mambo ya siasa na mimi maji na mafuta yameshajitenga. mitivuswari unamchaguu? Mchagui braza, hebu tulia, sikiliza nikwambie, wewe unafikiani? so naelewa ya mke wake ii aina mambo haya iko vizuri. Mimi hebu kamsikiliza gea, ninataka iana sitaki kufika mimi au unasemaje? Rafiki yangu kweli, niko na jamaa. Vipi mnaongea mno? Sabiru, sabiru, sabiru, sabiru utaishawishi vipi niweze kumchagua? Eh, mnaambia na vigezo gani, labda ambavyo vitanifanya mimi nishawishike nende nikatoe kura.